Mi bana anaitwa Maiko Eliakim Mole. Kiga zangu Arusha. Mi kitu nilicho changamoto nilicho kiona hapa. Makosa inatoka sana kwa upande wa madereva. Kwa maana nilipoangalia barabara hapa na hii ajali ilivyotokea, ilikuwa hapa inakataza kabisa usifuate hiki. Lakini mshikaji kalazimisha, ndio yakatokea. Na vile vile mi naona tena changamoto ambayo imetokea hapa, naona barabara nyembamba. Serikali ingejitahidi tu hapa watanui barabara barabara ambazo zinaingia katikati ya mji ziwe zinatanuka, ili kuepukana na msongamano, kwa maana mpaka leo hii ajali imetokea hapa. Kwa maana hii ajali, mimi nimefika hapa saa nane na madaika, lakini mpaka sasa hivi naona ndio mshikaji katolewa hapa. Kwa jamaa anaonekana alitoka nje ya Dar es Salaam, alikuwa anaenda hivi sasa. Sijajua kwa upande wake kwenye masuala ya udereva, ni alikuwa anasinzia ama gari imekataa kwa tu, maana hatuwezi ku, ku weka maksima moja kwa moja kwamba alikuwa anasinzia. Unajua, masuala ya magari ni masuala ya kiufundi zaidi, huwezi jua ilimkataa katika njia gani. Lakini umwenzie kama mnavyoona, kajitahidi kumkwepa sana, ile imeshindikana, hatimaye ajali imetokea. Ni ajali mbaya sana ya kusikitisha. Mnamo majira ya saa nane na dakika tano tumepata taarifa ya magari mawili kugongana katika eneo ya Mapumbani karibu na sheria ya Afro Oil, umetoka kituoni na kufika eneo la tukio, na kweli tumekuta magari hayo ya mawili yamegongana ni semi moja ikitokea Dar es Salaam na moja ikitokea Iringa. Majeruhi mmoja ndio alikuwa amenasa, tumefanya jitihada za kumnasua, mpaka wakati huu ameweza kutolewa akiwa salama. Tumewakabizi wenzetu wa ambulance kwa ajili ya kumpeleka hospitali ya mkoa kwa ajili ya matibabu. Kwenye gari hilo ambayo imeua imepata majeruhi mmoja, tumemkuta dereva mmoja, na tumewauliza watu wa jirani waliokuwa wakati wa tukio, wanasema hawakuona mtu mwingine zaidi ya huyo ambaye tumemnasua wake wa kushoto chini ya kifundo mpata hitilafu.